Kikao cha lengo na madhumuni kutoa ujumbe wa mashindano yetu kwa mwaka huu, lakini pia kubwa zaidi ni kuwaalika kina mama wote kuhudhuria katika kilele cha mashindano ya Qur'ani kwa wanawake watu wazima kitaifa 2025. Mbele yenu hapa niko na viongozi wangu, mashehe zangu Yani kushotoni mwisho kabisa tunaye shekhe pale kutoka Mafia, ameambatana na wa washiriki kutoka Mafia, mnaona hapa nyuma yetu, lakini tunaye mwenyekiti wetu wa taasisi ya Umaif, Sheikh Ali Bakari, tunaye mlezi wa taasisi Sheikh Uthmani Ali Kaporo, na raisi wa tuzo ya kimataifa ya Qorani Tukufu, tunaye mkurugenzi wa Qorani jumuiya Tafidhl Qurani, na mkuu wa idara ya Qurani katika shule za Ibnul Jazari lakini tunaye eh, Al Afi Abdallah ni eh, mwambata wangu katika eh, maandalizi haya ya mashindano haya ya Qur'an kwa wanawake watu wazima kitaifa eh, kama inavyotambulika, Mei mosi mwaka huu tuliyazindua mashindano yetu katika ukumbi wa Natokro, ukumbi ambao tuliyazindua mashindano yale na shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam na mwenyekiti wa amani mkoa da wa Dar es Salaam shekhe Walid Alhadi Omar wakawambwa na kama ilivyofahamika, ujumbe wetu wa Qur'ani wa mashindano mwaka huu ulikuwa ni Qur'ani amani. Na kama inavyokubalika, hakika kila mmoja ana dhima kubwa ya kuitumza amani tuliyonayo. Amani yetu ndiyo hazina yetu, amani yetu ndiyo urithi wetu. Sote kwa nafasi zetu, tuna wajibu wa kukumbushana juu ya umuhimu na ulazima mkubwa wa kuilinda kuienzi na kuichunga amani yetu tuliyokuwa nayo. Ni dhahiri kuwa tunatambua ukosefu wa amani sehemu mbalimbali ulimwenguni kwa sasa. Tumeshuhudia madhara makubwa yanayoumiza, yanayo na kuliza, yanayotokana na ukosefu wa amani. Inafahamika kuwa amani hukosekana katika sehemu mbalimbali mbali, kwa sababu mbalimbali mbali, na kwa nyakati mbalimbali. Halikadhalika tunafahamu kuwa baadhi ya sehemu hizo zilipoteza amani wakati wa uchaguzi. Nasi hapa nyumbani, muda si mrefu tunaingia katika kipindi cha uchaguzi, hivyo basi ni vyema sana kila mmoja wetu akaitunza amani tuliyo nayo kwa sasa na kuitupia jicho la ziada ili tusiweze kuipoteza amani yetu. Waswahili wanasema usipoziba ufa utajenga ukuta, na siku zote heri kinga kuliko tiba. Ni lazima kuwa kukwa, na hadhari kubwa na kujiweka kando na mambo yote yanayoashiria na yanayosababisha ukosefu wa amani, kwani daima aliye kando haangukiwi na mti. Amani kipotea si rahisi kurejea. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala atujalie tushiriki uchaguzi kwa salama na amani wakati utakapowadia. Ndugu zangu, kutokana na umuhimu mkubwa wa amani Kamati kuu ya maandalizi ya mashindano makubwa ya kuhifadhi Qur'an tukufu kwa wanawake watu wazima umai imeona kuwa kauli mbiu ya mwaka huu iwe ni Qur'ani ni amani. Nipende <tuhi> kuchukua nafasi hii baada ya kutoa ujumbe huu kwa kuwaomba watu tuweze kuidumisha amani tuliyokuwa nayo katika nchi yetu na hasa hiyo ya mwaka huu iwe ni qurani ni amani. Nipende kuchukua nafasi hii baada ya kutoa ujumbe huu wa kuwaomba watu tuweze kuidumisha amani tuliyokuwa nayo katika nchi yetu, na hasa siku hiyo, insha allah, katika mashindano yetu ratiba inaonesha tutakuwa na dua ya kuliombea taifa amani, kuombea viongozi wa nchi hususan, marais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia Daktari Hussein Ali, Ali Mwinyi na viongozi wote wanaowazunguka. Tutakuwa na dua maalumu baada ya Qurani tu kuisha kusikilizwa, tutafanya dua ya kuiombea amani nchi yetu na kuombea viongozi wetu. Hivyo basi, kwa nafasi hii niliyokuwa nayo kama mratibu wa mashindano, niwaaliki sasa wakina mama wazee vijana, vikongwe katika mashindano yetu ambayo yatakayofanyika kesho kutwa Jumapili. Milango itakuwa wazi kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa saba mchana, tutakuwa tuko pale inshallah. Kwa hiyo niwaombe kina mama waweze kuhudhuria kwa wingi katika mashindano yetu haya, na mgeni rasmi atakuwa ni Bi Siti Mwinyi eh, mke wa aliyekuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh, hayati eh, daktari Uh, mzee Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Kwa hiyo, kwa nafasi hii ambayo niliokuwa nayo napenda niwaalike kina mama na nitawapisha viongozi wangu ambao niliokuwa nao hapa waelezee vizuri namna gani Qur'ani inatuhimiza kuhusiana na swala la amani. Nitampisha Sheikh Ali Asa, Ali Asa, yeye aweze kulizungumzia hilo, hilo na baadaye inshaallah tutaeleza ratiba inavyoendelea inshallah.

wanahabari mliohudhuria, kwa kipindi hiki kifupi, tunatumia fursa hii kuwaalika kinamama wote wahudhurie katika fainali za mashindano ya Qurani tukufu kwa kinamama watu wazima katika siku ya Jumapili tarehe 29 mwezi huu tulionao wa sita 2025. Fainali hizi zitafanyika katika ukumbi wa DYCCC uliopo maeneo ya Changombe, Temeke esaa. Ujumbe ama kauli mbiu ya mashindano haya tumeamua tuseme, Qurani ni amani na uhalisia ndio huo, Qurani ni amani. Qurani ni amani ya, ya nafsi. Qurani ni amani ya, ya familia. Qurani ni amani ya jamii. Qurani ya ni amani ya, ya taifa. Qurani ni amani ya, ya ulimwengu. Na tukisema Qurani ni amani ya, ya ulimwengu tusielewe ulimwengu kwa maana ya fupi kwa maana ya viumbe tu wanadamu na, na majini hapana. Qurani ni amani mpaka kwa viumbe hai Qurani ni amani mpaka kwa viumbe visivyo hai Qurani ndiyo amani ya uhalisia. Yoyote yule atakayeshikamana na Qurani kwa maana halisi ya kuishika Qurani basi huyo atakuwa na amani ndani ya nafsi yake, na familia kiujumla, itakaposhikamana na Qurani na kuyatekeleza vyema mafundisho ya Qurani, basi familia hiyo itakuwa na amani ya uhalisi. Lakini hata nchi kama nchi, tukiwa pamoja tukaishika Qurani tukayafanyia kazi mafundisho ya Qurani, basi tutakuta nchi yenyewe itakuwa inaishi kwenye amani ya uhakika, amani ambayo ndiyo maana halisi ya Uislamu. Miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ni Assalamu, kwa maana ya amani. Umuhimu wa amani umeona kana katika Uislamu mpaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakajalia ama wakaweka ni sheria pale mnapokutana, basi neno lenu la kwanza kabla yoyote ni kusema kila mmoja kumwambia mwenzake, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyu naye mwingine ajibu, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maamkizi haya ya Kiislamu yanaashiria yule aliyeanza kumwombea mwenzake amani, kumwombea mwenzake rehema, kumwombea mwenzake baraka. Lakini na yule anayeitikia naye anajibu kama vile kuzidi kumwombea mwenzake aishi katika salama, aishi katika amani, aishi katika baraka, aishi katika rehema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa hiyo tunachokiona kwenye kuichagua kauli mbiu hii ni kuonesha umuhimu wa amani katika maisha, na sisemi maisha ya mwanadamu, bali ninasema katika maisha, hata wanyama nao wanahitaji amani. Lakini amani hii wa kuweza kuitunza na kuihifadhi vizuri ni sisi wanadamu ambao tumepewa dhamana hiyo. Kupitia mashindano haya tunahimizana kwenda kuitunza tunu ya nchi yetu ambayo ni tunu ya amani, ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ametuzawadia. Ni jukumu letu kumshukuru Allah subhanahu wa taala na kumwomba aendelee kutuweka nchi yetu katika amani iliyo nayo. Kwa hiyo tumalizie, baada ya kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kwa kuwahimiza kinamama waweze kuhudhuria siku hiyo. Lakini na sisi kina baba tuweze kuwapa ruhusa wale ambao wako chini yetu kina mama waweze kuhudhuria kikamilifu kwenye kilele cha mashindano makubwa ya kuhifadhi Qurani kwa kina mama chini Tanzania yanayosimamiwa na Ummul Muminina Aisha Foundation. Hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uandishi habari. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sina, watangulizi wangu waliotangulia wametoa maelezo ya kina kabisa kuhusu mashindano yetu ya fainali ya wanawake watu wazima yatakayofanyika Jumapili inayokuja tarehe 29 mwezi wa sita. E, sina mazungumzo zaidi kwa kweli marefu sana zaidi ya kuiomba jamii iitikie mwito huu tunawaomba Watanzania wote wawe pamoja nasi katika mashindano haya ya wanawake watu wazima, lakini waalikwa watakaohitajika kuja ukumbini ni wanawake tu, lakini tunawaalika wanaume wawepo katika vyombo vya habari, kwani online nyingi zitakuwa ziko live siku hiyo, lakini vile vile Azam itakuwa live mubashara siku hiyo. ZBC2 watakuwa live, kwa hiyo tuotoe pamoja kuliangalia jambo hili lilokuwa zuri kabisa. Sisi tunahimiza malezi. Malezi ndio kitu muhimu sana malezi, athari ya yake ndio hiyo amani tunayoitaka, na tukiwahifadhisha watoto vijana wa kiume watu wazima wanawake, haya yote ni katika malezi, kuzilea nafsi, kuzilea roho ili jamii iweze kukaa katika mwelekeo wanaotaka Mwenyezi Mungu na matunda yake okay, ndiyo kufaidika na amani hii ambayo tunayokwenda nayo. Tunatoa mwaliko na msisitizo katika mwaliko wetu, akina mama asibaki nyumbani siku ya Jumapili, karibuni katika ukumbi ili muweze kuona muweze kushiriki katika mashindano haya muhimu kabisa ambayo ni ya kitaifa. Kuna mpaka vizee vinashiriki katika mashindano haya. Kwa hiyo ni kitu azizi, ni kitu kizuri, na sisi tukawa ni watu wa kuchangia maendeleo na mshikamano wa mambo mema kama haya Ukumbi wetu wa mashindano safari hii ni DYCCC pale Changombe, pale nyuma ya shule za Yemen, njia ya kuelekea uwanja wa taifa, karibu na chuo cha Kiislamu cha Changombe, pale kwa nyuma kuna ukumbi wa DYCC, ndipo ambapo fainali hizi zitafanyika pale. Tuna waomba akina mama wote tushirikiane kuja kuienzi Qurani katika mashindano haya, kama tunavyowaomba kina baba wasiwe mbali na TV zao, kuwaona mamba zetu dada zetu wakiwa wanashindana katika mashindano haya ya Qurani. Mwisho kabisa, tunaomba Mwenyezi Mungu atupe baraka na mafanikio, atupe baraka katika mambo haya. Hii amani tunaiombea Mwenyezi Mungu iwe amani ya kudumu, uweze kufanikiwa katika maisha yetu, amani ije kutawala hizi chaguzi zinazokuja, pasipatikane fitna, pasipatikane rabsha rabsha, papatikane amani kama Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anavyotuhusia tushikamane na Qurani ili amani ipatikane. Basi Mungu atupe amani, amani ambayo tutafanya uchaguzi wetu kwa salama na amani kabisa, na tumpate kiongozi ambaye tunayemhitaji na si mwingine, watu wote wanamfahamu. Mwenyezi Mungu wampe msimamo mzuri na hali iliyokuwa nzuri.